Toto la ndizi tunalifahamu sana, ili toto la ndizi lakini leo nataka nikupe faida yake na kazi yake katika upande wa tiba, kutokana na ili toto la ndizi sasa kama una changamoto ya presha ya macho, kwikwi, matatizo ya figo, matatizo ya kongosho yani kama kisukari, udho ofu wa mwili, kuchoka sana mara kwa mara, hata kupata kiungulia muda wote. Sasa ili toto la ndizi inasaidia baadhi ya maradhi mengi kidogo. Sasa nisikilize vizuri, niweze kukuelezea jinsi gani unaweza kutumia ili kuweza kuondoa changamoto hizo zinazoweza kukusumbua. Kama haujani follow, ni follow nitakufollow back. Like, comment, share. Acha swali lako katika comment section nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Toto la ndizi lina uwezo wa kutibu changamoto ya macho hafifu. Kama macho yako ni hafifu ama yana mtoto wa jicho, basi una uwezo wa kutumia toto la ndizi kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto yako hiyo. Lakini pia uh, toto la ndizi lina uwezo wa kuweza kutibu presha ya macho e, kwa wale wenye changamoto ya pressure ya macho basi unaweza kutumia toto la ndizi kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hiyo. Na changamoto ya kwikwi, kama una kwikwi ya mara kwa mara basi tumia toto la ndizi kwa ajili ya kuweza kuondoa changamoto hiyo. Na tatizo la figo, kama figo zako hazichuji sumu vizuri, figo zako zinakuwa zina maumivu sana mara kwa mara, una mawe katika upande wa figo basi tumia toto la ndizi kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hizo zinazoweza kukusumbua. Kwa wale wenye changamoto ya moyo, moyo mpana, una kolesto, kupata maumivu makali sana ya moyo, wakati mwingine mpaka kichwa huwa kinakusumbua sana mara kwa mara eh, kupata maumivu ya kiuno pamoja na uti wa mgongo, basi unaweza kutumia toto la ndizi na kuweza kumaliza changamoto hiyo inayokusumbua mara kwa mara. Na hizo ndio faida nzuri zinazopatikana katika upande wa toto la ndizi, jinsi ya kuweza kutumia kutokana na changamoto ambazo nimeanza kukuelekeza. Chukuatoto la ndizi utalikata vizuri, hayo majani mekundu e, utayakatakata kisha utayasafisha. Baada ya hapo, utachemsha utakua nakunywaamz ya miamoja ya asubuaoa jioni kila siku, asubuhi na jioni, kwa, kip, kwa siku isiininamoja utaweza kuona mabadiliko mazuri, ama utaweza kuona tiba iliyokuwa nzuri kabisa e, na faida zake ya kuweza kutibu changamoto hiyo sasa hiyo nadhani, uh, utaweza kuona mabadiliko makubwa sana kutokana na toto la ndizi, na hizo ndio faida ya uh, hilo toto la ndizi. Sasa kama hauja ni follow ni follow, nitafollow back, like, comment, share. Acha swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa Bakila. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri. Asante sana.